Kabla ya yote, sogeza sikio kando ya redio yako. Tunakuletea asubuhi njema iliyosheheni taarifa zenye kuangaza mwanzo mwema wa siku yako. Hatutasoma tu, pia tutajadili vichwa vya habari kuntu vya magazeti, magazeti. Kero unazotaka zitatuliwe, hapa ndio mahala pake. Sasa sisi tumeandika barua yetu kwa mheshimiwa wa kwanza waziri na kwako wewe, pamoja na niniwalisema kwa mdomo, si ndio? Maana sijajenga unaona. Nadhani kwa nini sijajenga? Kwa sababu niliambiwa mimi ni binadamu, yeye na huyu mtu alimwambia, makata kumjua sana, nikimjua nitataja jina lake. Sikiliza Asubuhi Njema ya Redio Kwizera FM kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi hadi saa nne kamili asubuhi. Redio Kwizera FM ni nambari moja kanda ya Ziwa. Novemba 21 msikilizaji wa Radio Kwizera FM, hujambo na karibu sana katika asubuhi njema ya Radio Kwizera FM, majira haya ya saa kumi na mbili dakika 37 mpaka pale majira ya saa nne kamili asubuhi. Tunaamini uko bweli wa afya, habari ya miangaiko ya jana na leo asubuhi, mambo mengine yanaendelea kusha kucha hivi Watu wengi mara nyingi wanaelekea katika harakati zao za hapa na pale za kutafuta riski, ya ili maimbo yaweze kuendelea. Sisi timu ya asubuhi njema tuko hapa kwa ajili ya kuhabarisha zaidi. Tutaanzia kwenye kurasa za magazeti kama kawaida, lakini pia tutasafiri moja kwa moja kuelekea kwenye kero yako pale majina ya baadaye, lakini kabla ya hapo, tuna yaliyojiri saa moja kamili na tutafuatiwa na kero yako, lakini pia tutafuatiwa na majadiliano mm. ya asubuhi njema mm. alafu tutafatiwa na dondoo za kimichezo <laughs> tutakamilisha na leo katika historia. kwema kwema. <laughs> <Kweba, laughs> habari ya asubuhi salama, vipi kuhusu nini? Kipi kikuchekeshacho, kinichekeshacho au kinichekechacho? mm. <clears throat> moja ya neno ambayo likuwa gumu sana hili mm wakati tunakuwa kuwa kipindi hicho, lakini eh, likuwa neno gumu sana. Karibu sana msikilizaji na tuko live pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube unaandika Kwizera TV, lakini ukurasa wetu wa Facebook unaandika Radio Kwizera. Naomba uchukue <laughs> kicho chako mapema. Kwa nini? <laughs> ujaridhika <kabisa? Inaijua. laughs> unaijua Naifahamu. Karibu Aye, sana msikilizaji, lakini tuseme asante kwa Yas ambao tuko kwa pamoja nao kuanzia majira haya hapa mpaka majira ya saa nne asubuhi. Wao wanaendelea kukushukuru na kukupongeza wewe ambaye uliamua kutumia mtandao wa kasi ya 4G na 5G ambayo imeenea kila kona ya Tanzania na ukaanza kupambania ndoto zako na mwisho wa siku umefanikiwa. Imebaki kwa kwa wewe ambaye bado haujaanza, tunajiuliza ni kwamba haujafahamu ni sehemu gani unapaswa kuanzia kama haujui, mimi nikwambie tu, unapaswa kuanza sasa, na usianze tu, hakikisha unaanza na Yas ili uweze kukamilisha ndoto zako, si ndio? Eh, tunaelekea kwenye suami, uchambuzi wa magazeti. Tukirejea hapa, tutakuwa tunapitia kurasa za mbele na kurasa za michezo na burudani. Zipo habari kuntu, matukio muhimu na michezo. Tunafunua kurasa, tusome na tujadili pamoja. Uchambuzi wa magazeti. Na mambo, yeah, wewe. Na mambo sana bwana. <laughs> Vipi, kwani kuna, kuna shida gani? Hakuna shida eh? Ah, kuna shida. Tuleke kwenye magazeti ya asubuhi hii ya leo, tayari tuko nayo hapa. Gazeti la Mwananchi nikitazama, habari kubwa imeandikwa tume vurugu za Oktoba 29 ni zaidi ya uchunguzi Rais Samia aizindua, akisisitiza kuwa na imani na wajumbe. Sifa na uwezo vyatajwa kuwabeba, ataja mambo ya kumurikwa, akigusia kilio cha tume huru ya kimataifa. Wadau watia shaka, wataka suluhisho la kudumu. Habari picha hapa inaonyesha Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa kuna mambo ambayo yameainishwa kwenye hiyo tume ambayo imeundwa ya vurugu Oktoba 29. Uh, kuna mambo mengi sana hapa. Ukipata nakala yako msikilizaji, utafahamu zaidi undani wa taarifa. Taasisi 27 za Kiislamu zaibuka na mambo 17, ukurasa wa tatu, na undani wa taarifa hiyo. Lakini vita mamea wenye viti ya tikisa CCM, ukurasa wa nne, na undani wa taarifa hiyo. Lakini mamia wa mzika MC Pilipili, ndugu walia na muwaji, ukurasa wa tano, na undani wa taarifa hiyo. Ni hao tu kwenye gazeti la Mwananchi. Sawa, umekamilisha na gazeti la Mwananchi asubuhi hii ya leo, lakini gazeti la habari leo, giji la habari Tanzania, limeandika tume vurugu za uchaguzi kazini, Samia aiagiza kujua waliolipa waliofanya uharibifu, lakini itambue haki waliodai. Vijana agusia angels vyama vya siasa, raisi kutunuku commission maofisa JWTZ Arusha Ukurasa wa pili, lakini habari nyingine imeandika vijana tumieni hotuba ya Rais kupata suluhu, ukurasa wa tatu. Na wizara ya maendeleo ya vijana yazidi kusukwa, ukurasa wa pili. Mume aua mke naye ajiua kwa sumu, ukurasa wa ishirini mtanange kuwania umea waanza, ukurasa wa tatu, na elimu ya muungano mazingira kupanuliwa wigo. Habari nyingine inasema mchengerwa aanza kazi na ujenzi wa kiwanda cha dawa. Ndani ya gazeti la habari leo, guji la habari utakutana na taarifa hizo kwa siku hii ya leo. Nalo gazeti la uhuru vijijini kwa siku ya leo limeandika habari kubwa, rais Samia nina imani na tume aliyoiteua kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu, asema imesheheni wataalamu wenye, uh, wenye uzoefu na uwezo mkubwa, itatoa majawabu sahihi na hapa ni tume huru katika habari, picha ikiwa imepiga picha pamoja na rais Samia. Lakini serikali yataja mbinu kuongeza uzalishaji bidhaa za afya nchini, ukurasa wa 3, na undani wa taarifa hiyo. Kwingineko naambiwa viongozi wa dini waishauri tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani. Ni masuala gani imeweza kuishauri, hmm, uh, tume hiyo? Basi kamata na kara, gazeti ya uhuru vijijini kwa siku ya leo mchechu.